katika nchi ambazo zilikuwa ya na... <coughs> katika, katika kupambana na shida, lakini Mungu wakawawezesha wakawa na nchi wakawa na nyumba. Na katika mahangaiko mengi katika kuifanya nchi iwe pamoja, waliamua wana sikukuu kaoletwa ya shukurani kwa Mungu kikubwa katika siku hiyo ileta taifa pamoja, kusahau tofauti zao, usahau tulikotoka, mambo yote ya kuwaleta pamoja kama taifa na kuweza kumshukuru Mungu. Ni siku sikukuu ambayo kabisa ichukua kama kitu chema, maana ndio maana Marekani katika makanisa, Thanksgiving ni siku ya ibada makanisani. Kwa kuwa sisi ni Wakristo na sisi Mungu katupatia nchi hii kama nchi yetu, na sisi pia tunaadhimisha Thanksgiving. Katika Biblia kuna maneno yanasema yanayotueleza katika Thanksgiving, inasoma Zaburi ya 100 sura hili ya 4 inasema: Enter his gates with thanksgiving and at his courts with praise. Ingie katika ena yake rani na mioyo ya sifa, give thanks to him, praise his name. Na pia Paulo katika Wakorintho wa pili sura ya kumi na nne but thanks be to God who in Christ always leads us in triumph na maneno mengi yanayotuomba sisi tuwe na shukrani. Basi kabla tuja kula chakula chetu, ambacho mimi na mama tumeandaa uh, sweet potatoes, uh, potato salad uh, sweet mashed potatoes mama akaandaa taki, kabla tujaanza kuakula basi kila mtu aseme anamshukuru. Mimi nitaanza, namshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya mke wangu Vitora nah, le mwanangu Hensen na watoto wangu ambao wa hawako hapa na nasisi leo, Herman Filipo na Victoria, Viktoria. Namshukuru Mungu kwa ajili ya niliochi na napenda kula chakula hiki katika moyo ya wa shukurani kwa ajili, na pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa letu Tanzania ambalo mimi ni askofu wake. Ah, kanisa na ka hiki <coughs> <coughs> katika nchi ya Tanzania, Kristo wa wake wote. Namshukuru Mungu kwa ajili ya makasisi wake wote na wote ambao namshukuru Mungu kwa ajili ya maaskofu for example wote katika Amerika, katika Church, <coughs> hapa katika India, na popote tunashirikiana pamoja katika matengenezo makuu ya Uanglikana, sio tu Tanzania lakini katika dunia nzima. Uanglikana ambao umeacha njia yake katika mambo mengi, umeacha utukufu wake ambao ulianza kwa utukufu mkubwa sana. Kwa hiyo sisi uh,

ra Victoria Asela, pia vile vile, bila kusahau ndugu zetu wanasi wetu kwa kuanzia mama Stella, mama Yakufania, ndugu zetu Gilbert Wanyenda Kamota Gisla Eva pamoja na Kuta pamoja na watoto wao bila kusahau wa la Episkopu, wageni wote tunawatakia kipindi cha sikukuu njema, kuendea Krismas na mwaka mpya. Hukuendelea kutubariki na, na kupatia maisha mema. Najua najuaese najisikia vizuri, lakini pia naweza ukasema kitu kidogo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nini?